ni mmoja kati ya wazee waliofika kuonana na waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbalu hii leo. Na wakati huu nikiongea na wewe, basi jambo alilolileta nafikiri baadhi ya watu wengi linawakumba, benki kupoteza fedha za mteja. Mimi, mimi baba, nataka kujua kitu kimoja. Shikamoo, mzee wangu. Asante, pole na majukumu. Asante kidogo sasa hivi nakuona kama unatabasamu hivi, angalau nimesikilizwa. Angalau umesikilizwa? Nimesikilizwa. Angalau mzee wangu una umri gani? Mimi na miaka 66. unaitwa nani? una naitwa Novat Emmanuel Alois. Na hapa eneo la eneo hili unakaa sehemu gani? Mimi nakaa Maruku, kijiji cha Maruku. Kijiji cha Maruku hapo juu tu mlimani ya. Tatizo lako hasa na benki ni nini? Mwaka 2015 Niligundua tarehe 19 mwezi wa pili 2015, niligundua hela zangu zimepotea. Nikakimbia benki kuwauliza kulikoni, benki wakakimbia waka, wakazima hizo hela zinaibiwa kwenye kadi, wakachukua kadi wakaniambia ndani ya siku 45 watakuwa wamesuluhisha hilo na nini, na meneja wa benki pale Bukoba akanihakikishia hizo hela zangu. Hii benki unayoisema ni benki NBC? benki NBC, National Bank of Commerce wakakwambia ndani ya siku 45 watakuwa wamerudisha hela yangu. Nikakaa ndani ya siku 45, nikaanza kufuatilia fuatilia mpaka mtoka wakati huo mpaka, mpaka leo. Na nilipofuatilia jibu la wa kwanza baada ya uchaguzi wa Rais John ma, Magufuli hayati, ilikuwa mwezi wa 11 nm tumeshachagua ndo nikawafuatilia pale, wakaniambia nikaenda nikafunga safari kwenda Dar es Salaam makao makuu kitengo cha kadi, wakawa wananifukuza usiingie, usiingie. Ngoja imagine wananijibu swala langu, mm, su, nje ya ofisi anakuja mtu anasema ngoja tuongee. <tuhi> si mimi kaanza mimi, nitaenda hata kwenye vyumba. Kwa nini hivi? mara wakaanza kuniandika mabarua, hizo hela inaonekana wewe umenunua online ni ipi? Na hujewa, kwanza hii hata hii online hujui sijui na wakati huo sina hata simu ya sijui nini nina kiswa, nini, kiswa nini, hicho cha tochi, wakachukua nikafuatilia fuatilia kiasi nika. Ni gani wakati ule uligundua kimepotea katika akaunti? shilingi milioni mbili laki nne na elfu sitini na tano Mheshimiwa. Leo umekutana na waziri? Ndiyo. Una imani tatizo langu litasikilizwa. Nina imani huyu mama rais wetu anatutendea haki sisi, ambao ni wanyonge, hatuwezi kuweka mawakili, hatuwezi mawakili. Unaenda muda umepita, mimi muda umepita, mimi baada ya hiyo sakata hilo pamoja na tatizo nyingine nikapata stroke, leo mwaka wa sita na mwaka wa sita, roho ikakuuma mpaka ukapata stroke. Nikaumwa mpaka nikapata stroke. Kwenye hili tu tunajifundisha nini kwenye tatizo lako? Kwenye hili tunajifunza jamani, mimi sijui tuamini mabenki au tusiamini, hata sielewi nitakusema nini benki. Se... iliyokufanyia ni benki kubwa sana hapa Tanzania, ni benki kubwa na ndio mwanzishi wa mabenki, wakati mimi nakuwa benki ilikuwa ndio hiyo hiyo NBC leo ukiangalia nbc nawaambiaje yani hata sitaki hata kuangalia hata, hata bango lao sitaki kuliona mimi nimeteseka miaka yote nimeteseka hivi mimi na dawa sina hata hela ya kununua dawa na kabana na watoto maskini watoto na wenyewe hawawezi kutunza watoto wao ah, kwa kweli natisha mzee wangu mimi nina imani kwamba baada ya leo ndio siku chache zijazo, utakuwa na tumaini jema sana, na hata benki yenyewe wanaweza kukuita kwa sababu mm, hapa mheshimiwa waziri, wakati anakusikiliza ana, hii inaruka nchi nzima. Ndiyo, hata benki yenyewe makao makuu wanaona kashfa hii ya upotevu wa fedha. Unaikumbuka una akaunti yako mpaka leo? Siwezi kuikumbuka, ni miaka mingi, siwezi kuikumbuka kichwani, lakini kwenye karatasi, karatasi eh, za eh, karatasi zangu ipo. Baba Mungu akubariki sana. Amina sana na tukuta, tukutakie maisha mema. Ndiyo. lakini kwa sababu tupo kwa siku tisa. Ndiyo. Ndani ya siku hizi mbili utapata jibu. Amina. mbivu ni zipi na mbichi ni zipi? Asante, nashukuru. kama ziliibiwa mm, au zilihifadhiwa, io basi itajulikana. Amina, asante mzee wangu, Mungu akubariki sana na nitakie jioni, nashukuru sana, kazi njema. Aaa, kale ka kuchanganya namba ambayo wanasema ndio imechukua, lakini ni tofauti na namba ambayo iko kwenye kadi. Haya, si ulikutana nayo wakati ulikutana nayo jana wakati wanasoma, kwa sababu siwezi kukumbuka, sijui namba ngapi kadi yenyewe, walichukua wenyewe benki wakabaki nayo hey. waliniambia hii kadi tunaizima tunaizima. Hii kadi ndio inatumika kuiba hapo Bukoba, lakini naenda kule, hiyo hiyo kadi ndio nimeibia, nikaandika nika, nika barua basi, tushirikishe hata mbuzi, jeshi la polisi. Sasa mimi hela nimewawekesha wao, wao ndio